Ni siku muhimu sana kwa wadau wa boxing, mnawahakikishia nini? Maana watu wanaitumia siku hii kama mtoko, kwamba watakuwa na furaha kiasi gani, kuhakikisha ulinzi na usalama wao unakuwa timamu siku hiyo? Mimi nawahakikishia amani na furaha, kwamba mtu ukiwa pale hmm. haupaswi kuwa na wasiwasi wa chochote. Hakutakuwa na rabsha yoyote kwa sababu sisi Cops Security ni, wa, ni, ni, ni, ni wataalamu na tunajua namna nzuri ya kusimamia bila kuleta migogoro. Hata pale itakapotokea kuna mtu kidogo uh, kapitiwa kidogo akafanya vile na vile, basi kuna namna bora, kutokana na mafunzo walionayo watu wetu, basi kila kitu kitakwenda sawa, hakuna wasiwasi wowote wa usalama, hakutakuwa na hata kidogo, hakutakuwa na hali ya tashwishi. Yani watakwenda watarudi na stori moja tu e, ya ushindi e, wa Mwakinyo ambayo naamini ataupata. Hili ni swali dume sana. Ndiyo, ndiyo. Na nimechagua kukuuliza wewe afisa uhusiano, nikiamini miongoni mwa watendaji wakubwa, nikimpumzisha hapa mkurugenzi, mtakuwa mna ulinzi wa namna gani kuelekea kwenye siku hiyo? swali la kwanza lakini swali la pili pengine ni walinzi wangapi ambao mnatarajia kuwa nao siku hiyo, kuweza kukonga kiu cha mashabiki wengi ambao watajitokeza kwenye pambano hilo? Ah, asante sana ndugu mtangazaji, cha kwanza kabisa kuhusiana na mabaunsa, hmm. mabaunsa ambao ni yani bodyguard hmm. au watakuwa zaidi ya 40 bwana wewe, kwa sababu hilo ni tamasha ambalo linaenda kufunga mwaka, mwaka na mw. kumbuka kwamba hapa katikati hapa hapajakuwa kuwa na tamasha mm -hmm. Masikukuu yalipita kidogo hakuja yani, kuwa na kitu cha kusema. Watu sasa wanaweza wakatoka, watu wanaweza kwenda na familia zao, watu wanaweza kwenda na watoto zao. Kwa hiyo kitu nachotaka kukuambia walinzi bodyguard watakuwa wakutosha, lakini licha ya bodyguard tumeongeza huduma ya security Hmm. Yaani sasa tunabeba ile Cops Security ule mwamvuli, hmm. wenye ile umbrella. Kwa hiyo siku hiyo security watakuwa wakutosha kuanzia kwenye, nataka nianzie chini, kuanzia kwenye pikipiki. hmm. nafahamu kuna matukio ya upotevu wa rasilimali kama pikipiki piki. walinzi wetu watakuwa kuanzia upande wa pikipiki piki. hmm. kutakuwa na wa, walinzi upande wa, wa magari hmm. kutakuwa na walinzi upande wa bajaji hmm. lakini bodigadi wetu pia watakuwepo wakikupokea mm, wanakupeleka sehemu unaostahiki. Unajua, kwenye mchezo wa ngumi kuna mtu anakuja sasa, ye ana ile VVIP kadi mm. Mm, asipopewa ushirikiano mzuri, ile nafasi yake ambayo alikuwa amenunua ile tiketi mm, anaweza akaikosa. Kwa hiyo e, Cops Security, kitu nachoweza kuambia sisi tumejipanga vizuri na bodyguard wetu watakuwa wakitoa maelekezo kwamba sasa unaweza ukaa huku, unaweza ukaa huku unataka kuuthibitishia ulimwengu kwamba siku hiyo watu wenye vyombo vya moto mathalan magari, pikipiki wasiwe na mashaka na wasiwasi, maanayake vitu vyao vitakuwa salama kwa kwa wanafika mia eneo la tukio mpaka wanaondoka kwa asilimia mia moja. Tena naongea nikiwa kifu, ni kifua mbele kwa asilimia mia moja kila kitu chenu kitakuwa vizuri, kuanzia kwenye pikipiki, bajaji, magari, hata ukija na rafiki yako kakupa lifti, utakuwa vizuri.